Naona leo kocha kaamua kuja kutuua yeye kama yeye kwa miguu yake na mikono yake na macho yake, kwa sababu hatujategemea kabisa matokeo hayo kwa kweli, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa namna ambavyo alivyoipanga timu yake. Na sio mara ya kwanza, nahisi ni mara ya nne kwa mimi ambavyo nimemfuatilia kocha tangu alivyoingia. Ni mtu ambaye kama anabahatisha bahatisha sana yani, kwenye mechi yenye hadhi kama ya Champions League, unaenda kuanza na false striker, una mkwala unaahua una, una mwalimu unashindwa kwenda kuwapanga, unakuja kuwapanga dakika ambazo ni za pressure hivi. Wewe tangu dajeni umemwona aua ni wa kucheza namba sita. Hey, Ahmed Ali anajua mpira, amekuwa mchambuzi muda mrefu, amekuwa mtangazaji, anajua mpira. Anapokuja kutuletea maneno maneno ya kupamba pamba wachezaji na makocha wanaokuja, tunapata maumivu. Mimi niwaambie mimi niwaambie wana simba tusadike, na uzuri wa rangi, utamu wa chai ni sukari. Pale kocha hatuna hatuna kocha, kocha alikuwa pale. Je, alikuwa anataka kushinda au anataka position? Sababu gani? unapoweka wale unamweka budo, unamweka nani huyu, nani unamweka nani huyu? Kocha na beti Kamaria. kocha kocha ule kocha ule kocha ni mkamaria, kama sio mkamaria, sisi tumefeli kumruhusu ule kocha. Kocha kocha kocha aliyefeli kocha aliye feli timu yake imefungwa ikatolewa, wanakujaje kumpa kazi? Ni kocha ambaye timu yake imetolewa, alafu tunakuja kumchukua ule kocha ambaye mbinu zake tu zilishindwa, eh, kwa sababu kwa sababu sisi ule, ule, ule sisi tumemtoa. Na alafu nakuja kumchukua kocha, kocha mwenyewe hana veti unakuja kumweka kocha asiye asiyekuwa na veti mpaka leo ame, ame, ame kafu, kafu anatambua kocha mkuu ni Matola mpaka sasa hivi, lakini uongozi wetu unatambua na sisi mashabiki tunatambua kocha wetu ni, ni